Wapendwa masista, wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, karuna na kanyanyazii. Mungu ni mwema kila wakati. Wazo letu la leo, sema neno. Naomba mwambie jirani yako aliyo karibu nawe, sema neno. Mwambie tena, sema neno. Ukiona mtoto wako anaelekea wito fulani usimwache hivyo hivyo, sema neno. Ukija kanisani wakati wa kuinua ostia takatifu, sema neno. Wakati unapata distraction unamfikiria ya mtoto wako, sema neno. Ukikutana na padri usitoke hivyo hivyo, sema neno. Ukimtembelea mgonjwa usitoke hivyo hivyo, sema neno. Leo ni jumapili ambayo ina majina matatu. Jina la kwanza ni Jumapili ya nne ya Pasaka, jina la pili ni Jumapili ya mchungaji mwema, jina la tatu ni Jumapili ya miito. Kwa hiyo leo tunaiombea miito. Kuna miito ya utawa na miito ya upadri, lakini kuna miito mingine katika maisha. Kuna miito ya ndoa, kuna miito ya kazi mbalimbali ikubwa leo hii nisema neno, pointi ya kwanza, mbariki. Naomba tumbie mbariki, mbariki. Kama ni mtoto wako, sema hilo neno, Mungu ambariki. Mbariki ukija kanisani, sema hilo neno mbariki ukomba. Tuna methali inasema, umwana anura na nashalira, mtoto ni mtamu, mtoto ni mchungu. Umwana anura na nasharira Mtoto ni mtamu, mtoto ni mchungu. Akifanya vizuri darasani ni mtamu, akipata division one ni mtamu, akipata division zero ni mchungu. Mwambie jirani yako mwana sharia. <coughs> unajua chafya baba anasema kuwa uwe padri. Nilikuwa <coughs> <coughs> na, ni na kaka yangu akipiga chafya, baba anasema kuwa uoe. Baraka zinatoka kwa wazazi. Mbariki, nahomba Mungu ambariki, mba. Tunasoma kitabu cha Hesabu sura ya sita mstari wa ishirini na nne e Bwana, mbariki mwanangu kwa neema zako. Bwana akubariki na kukulinda. Muombee baraka. Kubariki ni kusema vizuri juu ya mtoto wako. Sema vizuri, ni malezi shirikishi. Malezi yanaanzia nyumbani. Unajua kuna malezi ya kibinadamu human formation, sana sana tunaipata kwa wazazi. Mambo ya nidhamu, kusimama, kasalimu watu, ni malezi ya nyumbani. Mtoto unaona, anapita mtu mkubwa, shika hiyo. <laughs> ni shikamoo <laughs> no, unasimama unamsalimu. Juzi <laughs> nilienda hoteli moja nikashangaa, na kijana alikuwa na sefu kwenye hoteli, amevaa kofia, sio kofia zile za wanaohudumu, ni kofia tu ya mtaani <laughs> na aoni shida karibu niombe namba ya simu ya mwenye huo mkahawa, amevalia pensi na t-shirt chafu. Chaku sita senti <coughs> hayo ni malezi ya nyumbani, kuelezea utunzaji. Utakuta kuna carelessness mtoto ajali. Akiona na viatu shuleni arudi navyo, kila anachoenda nacho unanunua vipya hayo ni malezi ya nyumbani. Uangalifu na umakini ni malezi ya nyumbani. Self management kujua kuoga, kunawa, kufua. University ni niliwahi kuwaona wazazi wanakuja Jumamosi, gari la mfanyakazi wanakuja kuchukua nguo za binti, yuko mwaka wa pili university, waende wazioshe. Malezi nyumbani. Kwa hiyo mimi naomba sema neno, mbariki. Point ya pili, neno mwinue. Naomba tuseme mwinue, naomba tuseme tena mwinue. Omba mtoto wako Mungu amwinue wa hii siku ya wito, omba Mungu amwinue. Kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya pili mstari wa nane huwainua wanyonge kutoka mavumbini, huwakweza maskini toka jahani. Omba Mungu amuinue. Katika Biblia Simoni wa Kirene alimsaidia Yesu kubeba msalaba. Unajua kilichotokea? Tunasoma Marko sura 15 mstari wa 21, wakashika mtu mmoja Simoni Mkirenayo aliyekuwa akitoka shambani, baba yao Aleksanda na Rufu, wapate kumtwika msalaba wake. Sasa baba yake Aleksanda na Rufu yeye kwa kulitwika msalaba wa Yesu Mungu akambariki mtoto wake Alexander na Rufus, mpaka unatajwa katika Biblia. Unapobeba msalaba wa mtu mwingine, Mungu atakusaidia kubeba msalaba yako. Unapotatua matatizo ya mwingine, Mungu atatatua matatizo yako. Hiyo ndiyo kanuni ya maisha. Na unapotatua hata matatizo ya walio katika mito, Mungu atatatua matatizo yako. Mimi nikifika nyumbani, majirani wanakuja kukuona

watumishi wa Mungu kuwasaidia uh, watawa kwa mchakato mbadili. Naomba tuseme mbadili, mbadili. Ukiwa kanisani hapa, mtoto wako na changamoto, omba tumia hilo neno, sema neno, mbadili. Mtoto wako na changamoto, hapo hapo usemi neno, sema neno, mbadili.

Kwa maombezi ya mama naomba tupige makofi kwa kina mama. Naomba unapokuja, na usitoke kanisani bila kutamka neno kwa watoto wako. Kama una changamoto tamka, mbadili hilo neno. Mtakapoinua hostia takatifu, mtakapoinua kombe cha damu takatifu ya Yesu, sema neno, sema neno, sema neno. Najua zamani nilipokuwa nimepadilishwa padri kijana nilikuwa naharakisha nikiinua e, ostia takatifu naweka chini haraka, nikiinua kombe, naweka chini haraka. Siku moja nasa naendesha misa kwa masista wa Kanosa, sista mmoja alipotaka kuweka chini, sema fada, fada, ngoja, ngoja bado tuna sana. Tangia siku hiyo nachukua muda wangu <laughs> nachukua muda, najua watu wanasema neno, watu wanasema kitu. Yesu mwenyewe ameingia, ameingia bosi wetu ameingia, mwajiri wetu ameingia, mwenyewe sema neno, sema neno nne, neno mponye. Tunasoma Yeremia sura ya 30 mstari wa kumi na saba: kwa maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako. Yeremia 30 kumi na saba. Omba mtoto wako apate uponyaji, sema neno, mponye. Naomba tuseme mponye. Kuna mtoto mmoja alikuwa na changamoto za afya ana ugonjwa wa kifafa, akafanya mtani wa kwenda seminarini, akashinda. Lakini changamoto ikaibuka akiwa seminarini, ugonjwa wa kifafa, wakamrudisha nyumbani, wakasema hautakuwa padi. Mama yake na baba wakasali, wakaomba sana, wakaona mwaka ukapita, changamoto zikaisha kwa muombezi, maombezi ya Bikira Maria, afya ya wagonjwa, changamoto zote zikaisha, akarudi seminari hakuna changamoto, akawa shemasi akawa padri. Kilichofuata akafanya kazi yake vizuri, akawa askofu akafanya kazi yake vizuri, akawa kardinali akawa Papa Pio wa tisa, amau <coughs> na alikuwa na ibada ya ajabu kwa Bikira Maria. Ndiye aliyeweka akaweka nguzo ya fundisho kwamba Bikira Maria alikingiwa dhambi ya asi mwaka 1854 alikuwa na ibada kwa Bikira Maria. Omba mponyaji, mponye. Papa Yohane Paulo wa pili alipopigwa risasi na Ali agrika, alitaja Bikira Maria akazirai, na baadaye ameshapona. Anasema nilipona kwa maombezi ya Bikira Maria. Akachukua kasha la risasi, akalipeleka kwenye sanamu ya Fatima. Fatima okay. Fatima siku nyingine nawaelezea. Fatima na Fatuma siku nyingine. Kwa hiyo <coughs> omba uponyani. Mtakatifu Inasi wa Loyola alipigwa risasi akiwa mwanajeshi, yuko hospitali yamelago, akasoma maisha ya watakatifu, akaomba uponyane, akawa padri, akaanzisha Aka mashirika mawili ya watawa na ya mapadri majeshi. Uponyani, uponya Naomba tutaje ojei okay. La tano muongoze, omba Mungu amwongoze. Unajua leo ni Jumapili ya mchungaji mwema. Yesu ni kiongozi mchungaji mwema na kiongozi. Ana nafasi tatu, anaongoza positions tatu. Ya kwanza kiongozi anaenda mbele, tumezoea hiyo. Kiongozi anatangulia watu wanafuata. siku so moja nimepata hapa, nimefika kwenye jamu nikamwona dereva wa taxi anajaribu kuchepuka, kasema hao ndio wenyewe au ndio wanajua njia? Nikamfuata, kumbe anaenda kupaki gari nyumbani. Yesu aende kupaki gari nyumbani? Mfuate Yesu, ni kiongozi. Lakini kiongozi anaenda katikati Sio mbele tu, anakuwa katikati, ananuka harufu ya kondoo, kama alivyosema Papa Francis kiongozi lazima awe katikati, kujua shida za watu, dhiki za watu, na ndio maana Ufunuo umesema umesikia, waliotoka katika dhiki kuu duniani. Mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu, nimeishinda dunia. Kwa hiyo tunahitaji kiongozi. Kiongozi si paa katikati tu, lakini kiongozi anaenda na nyuma, ili kuamsha waliokwama kuwainua ambao wamekwama kwenye mstari. Kwa hiyo kiongozi ni mbele, kiongozi ni katikati, kiongozi ni nyuma. hmm. hmm. Tunasoma Zaburi ya 25 mstari wa 4: nijulishe njia zako ewe Bwana, nifundie njia zako ewe Bwana, nifundishe mapito yako. Omba Mungu amuongoze, na Mungu ana maongozi yake. Akitaka kukuita wito fulani, ana namna ya kukuongoza na baba mmoja nilikutana naye Nairobi amemuoa Marekani. Nikamuuliza, ilikwaje? Wewe Tanzania umemuoa Marekani, ilikwaje? Sema father, nilikuwa Nairobi wakati wa ile jumuiya ya kwanza Afrika Mashariki. Sasa tuko kwenye lift, msichana mmoja chumba chake kikapatwa na moto, akaja kubonyeza ili tumsaidie. Alipobonyeza mimi nikatoka, akaomba msaada, nikamsaidia, nikachukua fire extinguisher, tukauzima moto lakini kilichoendelea tukapeana mawasiliano, tukawa tunatembeleana tunatembeleana, baadaye tukafunga ndoa <laughs> kumba hakuwa moto wa kawaida. <laughs> Ayo na maongozi ya Mungu. Mungu ni wa vitendawili, njia zake si njia zetu na mawazo yake si mawazo yetu. Kuna sista mmoja mtawa alienda kwa bwana nauza nyama, akasema sina hela, lakini naomba nyama kwa ajili ya masista. Akasema utanipa kitu gani? Akasema nitakuombea kwenye misa. Akasema kwani misa ina thamani gani? Akasema ngoja niende, narudi tarudi kesho. Kesho akaja na karatasi imeandikwa, nia ya misa aliyomwombea aliyompatia, baajili ya mwombee na yeye akaomba, akasema hii karatasi iweke upande huu tujue uzito, wewe unataka kulipatia kiasi gani? Akasema uzito wa, wa nia yako hiyo. Wakaweka akaweka kilo moja, bado karatasi ina uzito kuzidi, sema kilo moja eh, vitu eh gani hivi. Akaweka kilo mbili, bado karatasi ya sister ina uzito. Wakasema mzani labda imeharibika, wakaanza kuangalia kama kuna uharibifu wote, kifaa kinapima vizuri. Akaweka kilo tano bado karatasi una uzito. Akaweka paja lote hmm? la ng'ombe, bado ni mzito. Akasema dawa iiawai kuona wakarekebisha, na iko sawa, wakati wakaongeza kilo tano, bado akasema inatosha, naomba chukua hii, hii, naona misa ina thamani kubwa sana. Hiyo ndio ibada ya misa tunayoadhimisha haja. Hiki kisa kimeelezewa na mtoto wa muuza nyama Alipoona kisa hicho akamuuliza sister, sister akamwelekeza, akafanya mtihani wa seminari. Baba huyo ni padi kutokana na hiki kisa. Kumbe haikuwa nyama ya kawaida au kuwa uzito wa kawaida. Ndivyo Mungu anavyoita watu. Makofi kwa Mungu saba. Mjalie kila karama njema na kila kipawa kilicho kamili kinatoka kwa Mungu, Yakobo sura ya kwanza mstari wa kumi na saba. Mtakatifu Yohane Viane alikuwa ni baba paroko, karibu amfukuze seminari. Mijani nyingi alishindwa. Mwalimu akasema akiweza kusali sara ya baba yetu tumpadilisha ae pai tupendekeze awe pajili mm -hmm. mm -hmm. Akasali lakini ameshakuwa kuwa padli, watu wakawa wanafurika kwake, mpaka classmate wakamuuliza uye Yohane Viane unadanganya watu, ulikuwa unashindwa mijiani alishindwa mitne darasani, akushindwa mipiani ya maisha makofu kwa Mungu. Mama yake alisema nilijifunza kumpenda Mungu. Yohane ia anasema nilijifunza kumpenda Mungu kutokana na wa mama yangu alipokuwa akisali, mama yake alipokuwa. Kwa hiyo nyumba nyumbani ni seminari, mito mingi inaanzia nyumbani, malezi yanaanzia nyumbani. Nawaomba sana baba mama, lea watoto lea watoto lea watoto, hapo ndo tunapata miito mingi na usiache kusema neno, sema neno. Padri pia alipokutana na papa yani Paulo wa Pili akiwa padri, alimwambia siku moja utakuwa papa, lakini naona damu alisema neno, alimtabiria jirani mmoja. Anapotoka Papaleo wa kumi na nne alimwona akiwa mseminari akasema wewe siku moja utakuwa papa, na imekuwa hivyo. mapofu kwa mini, na waomba sema neno, sema neno. Na la pili la mwisho na malizia, nataja tu mapadri na watawa, na wanapitia mapiti ya kawaida kama binadamu. Sema neno la kuwafariji waombee, wanapitia mapiti, wengine wazazi wao ni wagonjwa, wengine ndugu zao wana changamoto na wenyewe wanakupitia mapito. Ukimwona padri sema neno, mwombee baraka. Leo mtamwombea papa Leo wa kumi na nne, Kamgisha. Leo mtamwombea askofu mkuu Juda Tade. Leo mtamwombea askofu msaidizi Emeli Mchamu, mtaombea kwenye misa. Nani anamwombea padri? Afrika na Nairobi. Kuda, kisema, father, kamish, ni na Nairobi kuna mwanafunzi alikuja akasema Fadha Kamugisha, naomba niombe, nina mtihani. Na mimi nilikuwa na mtihani wakati huo, akasema na mimi niombe, nina mtihani. Akasema fadha unahitaji sana eh hey, ndio kama papa anaombewa <laughs> kama askofu mkuu anaombewa. Kwa hiyo ni siku ya miito, tuwajali, tuombe. Mimi naomba niwashukuru wale, ukiona mapadri wanaendesha magari, pesa imetoka kwa nyinyi, wale ujipigie makofi Omba mtoto wako arejeshewe. Huu ni mwaka wa jubileo, ni mwaka wa urejesho, arejeshewe matumaini. Papa Francis aliandika barua ya siku ya leo ya mintu akatukumbusha kauli mbiu yetu jubileo. wanafinya kabisa. Mpaka hii pinja anaanza kulia. Hii ni nani huyu? Lakini, lakini mwana mtoto anaposema nena yaleweke, naivegujeuje mm -hmm, lakini mama anasema mm -hmm. mm -hmm. Mama anajua yeye uje uje, kwa hiyo yeye ni walimu wa kwanza weujeguje. Sasa simamia malezi, omba watoto wenu walejeshewe. Namaliza. Kuna mtoto mmoja alikuwa anachukiwa na mwalimu darasani. Yule mwalimu akiamua kupiga fimbo, yeye anampiga mbili, wengine moja yule mtoto akawa ni sikitika, mwalimu alimchukia. Siku moja wakaja mapadi likutoa zawadi darasani, wakasema mjipange mstari. Yule mtoto anayechukiwa akajipanga mbele kabisa, karibu na na na, na ubao. Sasa yule mwalimu anayemchukia akamwona amejipanga mbele kupata zawadi ya kwanza akamtoa sema, wewe toka! Oo, akampeleka nyuma ya mstari, yule mtoto akalia machozi lakini wengine wakazidi kubana hapa. Yule padri akashinda namna ya kugawa zawadi, kwa sababu wamebanana karibu na ukuta pale. Akasema, naona nyuma kuna nafasi, kwa hiyo naomba mgeuke, mtazame nyuma, nitaanza na yule aliyeko nyuma. Haya yanaendelea, yule aliyekuwa anachukiwa akarejeshewa position yake. Huu ni mwaka wa jubileo, omba mtoto wako arejeshewe. Arejeshewe position, arejeshewe nafasi, arejeshewe wito. Tuombe urejesho. Tumsifu Yesu.